Baada ya kutoka kwenye kufanya vizuri kimataifa mmerejea nyumbani goli mbili ee, katika uwanja wa nyumbani furaha ipoje? ah, hilo lilikuwa ni swala la muda, ilikuwa ni lazima tuondoke na alama tatu kwa sababu tuliisha odondosha alama mbili mbele ya Mbeya City. Tunawezaje kulipress zile alama mbili tulizodondosha mbele ya Mbeya City pasi na kushinda mechi ambazo zipo nyumbani? Kwa hiyo ilikuwa ni swala la muda kushinda mbele ya Fountain Gate, kwa sababu sisi tunahitaji zaidi matokeo. Sisi ndio mabingwa ambao tunatakiwa kutetea ubingwa wa ligi kuu na hata kombe la FA. So unawezaje kutetea taji ili hali mechi zilizoko mbele yako unadondosha alama? Kwa hiyo mimi nadhani Young Africans kuondoka na alama tatu, kwanza nawashukuru na nawapongeza na wachezaji. Niwapongeze benchi la ufundi, niwapongeze mashabiki na wanachama waliojitokeza wote kuhakikisha wanaiunga mkono timu yao inaondoka na alama tatu, kwa sababu ndilo lilikuwa lengo, kuondoka na alama tatu, kuhakikisha tunajiwekea mazingira mazuri kutetea ubingwa wa ligi kuu. Bwana, mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi lakini hajaathiri chochote mtazamo wako ulikuwa ukizungumza Yanga kwenye maeneo mengi mengi ambayo yalikuwa hayako bora lakini kwa muda ambao umeiona leo hii mabadiliko, lakini timu imepata matokeo. Kwanza nimpongeze kocha Pedro Goncalves kuhakikisha kila mchezaji anapata nafasi kwa sababu kila mchezaji aliyesajiliwa na Young Africans ana kila sababu na ana haki ya kuitumikia nembo ya, ya Young Africans kuhakikisha timu inapata matokeo. So kwa wale wachezaji waliopata nafasi wameweza kuonyesha uwezo wake. So mwalimu anao uwezo wa kuingia mazoezini tena akaendelea kuhimiza na kuwatengeneza wachezaji ili tuweze kupata vikosi viwili mpaka vitatu ambavyo vitakuwa, akikosekana mchezaji fulani, anaingia mchezaji fulani, analeta matokeo kwenye timu ya Young Africans. Sasa hivi tuna michuano mingi. Tunaelekea Afkoni. Afkoni tunayoelekea tuna wachezaji wa Young Africans ambao ni wazawa wanatakiwa wakacheze Afkoni. Kuna kina Ofen Chikora, kina Edmund Njoni, kina Mwamnyeto, um, kina Mwamnyeto, kina Jobu, kina Baka ambao wote ni wachezaji wa timu ya taifa, tumeona wameitwa kwenye kikosi. Kwa hiyo mimi nadhani kila mchezaji wa Young Africans hizi ndizo mechi ambazo, akikosekana akikosekana Pacome anatakiwa aoneshe. Frank Asiki anatakiwa aoneshe anayepata nafasi. Akikosekana Digwi Diara Misheli anatakiwa ifanye kazi yake. Sasa hapo tunarudi kusema no Diara, no problem, meelewa? No problem, hapo tunatengeneza e, mdakamishale wa timu ya taifa atwaribumisheri. Nadhani lilikuwa lamuda, ni swala la muda. Ni wapongeze wachezaji wote waliopata nafasi, wameweza kufight kuhakikisha timu inapata pointi tatu, tunaenda kulitetea taji letu. Wanasema Eh, ukiona kwako kwa kuna sherehe ujue kwa jirani yako naye pia eh, lazima ataambulia taarufu. Mmepata ushindi ninyi eh, saa moja mpinzani eh, wako kwenye mbio za ubingwa Simba, na yeye eh, atakuwa dimbani dhidi ya mtu ambaye alikunyima amani pointi. Mimi unazozungumza ni Mbeya City, leo hii anaenda kucheza na Simba. Unaonaje, unahisi kuna lolote linaweza likatokea. Mimi sijawahi kukosa amani, hilo ni swala la kwanza, kwa sababu mimi matokeo ya mpira nayajua. Mpira mimi naamini una matokeo mawili, hayo matokeo matatu wanayajua labda wasiojua mpira, lakini mpira una matokeo mawili, ni kupoteza na kupata alama tatu. Hizo hiyo alama moja huwa ni ya kufosiana, aidha alioko nyumbani analazimishwa kupata sare, au alioko ugenini, kama kama ni timu ambayo inakuwa ni favorite mbele ya mwenyeji, basi anakuwa naye amelazimishwa kupata sare kutokana na statistics alizojitengenezea alizo au alizonazo kwenye mechi fulani. Kwa hiyo mimi nadhani e, upande wa pili sitaki kuwazungumzia lolote, baya liwakute. Mimi sitaki kuinyima nafsi yangu haki, sitaki kuinyima nafsi yangu furaha, sijawahi kuwa na uzalendo wa staili hiyo. Lolote baya liwakute hawa jamaa ambao viongozi wao wana matatizo ya afya ya akili. Ah, ah, tena sijasema mimi, nimenukuu viongozi wao wanadai viongozi wana matatizo ya afya ya akili. So kama viongozi wana matatizo ya afya ya akili, vuta picha, shabiki, atakuwaje? Ndio maana hawajawahi ku, ku, hawajawahi kuhoji eh, wanamvaaje diadola ili hali wameingia mkataba na Jeiruti. So unapima kabisa, unaunganisha una, una, una, una na maneno ya kiongozi kwamba eh, viongozi wana matatizo ya afya ya akili, unagundua ni kweli. Uh, ukipima hayo maneno ya viongozi alosema hivyo na ukija kuangalia hao watu wanavyopigapiga kelele unagundua yale maneno ya viongozi kwamba viongozi wana matatizo ya afya ya akili ni kweli. Matatuu ameondoshwa na wanaenda kucheza mechi yao, baada ya kuondoka. Wamemwonea tu, wanashindwa kumtafuta jasusi aliyoko mle, wanaanza kumwondoa Matatu wa watu, hana dhambi. Leo hii unamkubali Matatu, ah, Matatu bonge moja la kocha eh. Sasa wewe mfumo anaoingia nao Gadiola bila striker ameuleta matatu hauoni ni bonge la kocha Aye, bonge la kocha Pep Guardiola ana uwezo wa kuingia bila striker na akapata matokeo matatu matatu ametuletea hapa mfumo wa kuingia bila striker viungo wengi watano washambuliaji pale mbele no striker no problem umeelewa walifungwa no unaweza ukaingia na striker watano na ukafungwa vilevile umeelewa ulitazama mechi ya Manchester City na Leeds 3-2 Ulitazama mechi ya Manchester City na Fulham 4 5. Umetazama je, mechi ya jana ya Chelsea na Leeds? Basi utajua. Kwa hiyo matatu hana baya, wamemwonea tu baba wa watu, baba watu, alikuwa hana makosa yeye, ni mfumo. Unajua, mimi huwa na appreciate, sijawahi kuamini katika kocha mbaya, wala sijawahi kuamini katika mchezaji mbaya, ila huwa naamini katika kuadapti mazingira kwa nyakati. Kwa hiyo kocha matatu wale pale wamemuonea, wao ndo walitakiwa kufukuzwa. Kwa sababu siku wanaenda kumsajili, sisi mashabiki wa Young Africans tulihoji, huyu kocha anaonekana hana vigezo, mna msajilije? Tukaambiwa yule pale ni meneja sio kocha. Kwa hiyo wale jamaa hawana kocha, wale walikuwa hawana kocha, walikuwa na meneja wao, wakatuletea mfumo wa Kiingereza Kiingereza wa Ulaya Ulaya meneja Umeelewa, mwisho wa siku hawamtaki meneja, wanamtaka kocha. Kwa hiyo watu wa staili hiyo mimi huwa sibishani nao sana, kwa sababu ukiwapima hata kwa macho tu unagundua kweli wana matatizo ya afya ya akili. Ha, Elisa, tumalize, e bwana. Hao wapinzani. Ah, sasa sijui, Eliza, tumalize, tutarajie nini kwenye, kwenye ligi ya mabingwa kwenu ninyi na kwa wawakilishi wengine wa Tanzania. Ah, sisi waendelea kutarajia yale yale walioyasema wachambuzi kwamba robo fainali anaenda Farabati na sisi Young Africans tutafikisha pointi zetu kumi na mbili eh, lakini hatuendi robo fainali. Fainali anaenda Farabati na aliahari, tukutane mwisho wa makundi kumbiwa. Kumbiwa. Kumbiwa. Sasa lolote baya liwakute, nakwambia. Na hivi mimi, ao wengine, sina mazungumzo dhidi yao. Mimi ninachokijua wao waende wagawe utamu na Tunisia, kwa sababu alinukuliwa msemaji wao akisema kwenye kila michuano kwenye kila kundi ku, lazima kuna timu inagawa utamu. Juana kakanusha anasema, mechi mbili huwezi kuwa unagawa utamu. Sasa anaenda Tunisia kugawa utamu mwingine, na mimi nakwambia Tunisia anaenda anawekwa na au, na anakuja mingi. anageuka naye anakuja kusali sisi wa Tunisia tuna pointi nne pale.